Leo ambayo ni tarehe kumi na nane Januari elfu mbili ishirini na sita imekuwa ni siku ya furaha sana kwa raia na wakazi wa mji wa Uvira baada ya vikosi vya M23 AFC eh, kwa kushirikiana na jeshi la Rwanda kuondoka katika maeneo hayo, eh, hata vikosi hivyo vimeamua kujiondoa kwa hiari katika maeneo hayo ambayo wameadhibiti kwa kipindi cha muda mrefu. Baada ya vikosi hivyo kuondoka, jeshi la wazalendo pia wameingia katika mji huo ili kudhibiti na kuendelea kulinda amani. Tutakumbuka kwamba e, baada ya vikosi vya M23 kuingia mjini Uvira, vikosi vya wazalendo vilirudi nyuma ili kuepuka e, kusababisha maafa kwa raia, ambao raia wengi baada ya jeshi la M23 kuingia katika mji wa Uvira walikimbia e, katika nchi jirani ili kutafuta hifadhi e, nchi kama Burundi, Tanzania walikwenda huko ili kutafuta hifadhi, lakini baada ya vikosi vya M23 kuondoka mjini Uvira, baadhi ya raia wameanza kurejea eh, na kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Kama unavyoziona hapo kwenye video hiyo, ni hali halisi ambayo inaendelea leo, ambayo ni siku ya Jumapili mjini Uvira, baada ya vikosi vya M23 kuondoka katika mji huo. Kama unavyoona hapo, raia wanashangwe, wanafuraha, wana furaha tele, baada ya vikosi hivyo kuacha mji huo wa Uvira. Yapi maoni yako kutokana na jambo hili ambalo inaendelea mjini Uvira? Unaona ni wakati sahihi sasa wa wale ambao walikimbia mji wa Uvira kutokana na uwepo wa M23 kurudi sasa katika mji wa Uvira ili kuendelea na shughuli zao kama kawaida, kwa sababu hali wanayopitia huko nje huko kimbizini si hali nzuri. E, kwa sababu chakula, lakini pia na maradhi, vimekuwa ni vitu vinavyowasumbua sana wakimbizi ambao wapo katika nchi ya Burundi ambako walikimbilia huko baada ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unawesi ni wakati sahihi hii wa kurudi majumbani na kuendelea na harakati zingine, au ni wakati wao wa kutulia na kusikilizia kile ambacho kitaendelea kujiri huko? Lakini raia wa Uvira wanaonekana kuwa na furaha sana siku ya leo, wanaonekana kuwa wapo na furaha ambayo walitarajia au a taka kuipata kwa muda mrefu sana, lakini walikuwa hawaipati. Ila siku ya leo baada ya vikosi vya M23 kuondoka katika mji huo wameonekana kuwa na furaha tele. Yapi maoni yako? Unaweza kuacha hapo maoni yako sehemu ya comment, lakini pia usisahau kusubscribe Dems Media. Mimi ni Abdul Juma The Monster. Tukutane kwa wakati mwingine kunako majali wa ya Mwenyezi Mungu. Asante. wa Wakombozi, wakombozi au